Bwana Yesu asifiwe sana. Mojawapo ya sifa nzuri sana uh, za Banyamulenge, ndiyo wanazo sifa nyingi sana nzuri eh, lakini mojawapo ya sifa ambayo naipenda sana mimi binafsi, hawa watu bwana wakiamua kuokoka, wanaokoka. Wakiamua kuokoka akasema nimeokoka, wanaokoka Hawanaga hawanaga usanii eh? hawanaga Kiswahili swahili, swahili. Eh? Unajua kuna mtu kusema nimeokoka kumbe hajaokoka eh? Eh? Ni, anasema uongo anadanganya tu, swahili mwingi mwingi tu, lakini hawa a jamii ya Banyamulenge bwana uh, ni tofauti sana na hawa watu ninao wasema tofauti sana. Nimebahatika kuwaona baadhi yao. Eh, nimewahi kuwaona. Eh, nimewahi kufanya ibada nao, kuabudu nao. Eh. Na nimejifunza jambo kwao. Eh. Yaani wakisema mtu akisema nimeokoka, ameokoka kweli. Harudi nyuma. Akisema nimeokoka ameokoka kweli. Na ibada zao watu hawa, ni ibada za moto sana, ibada za moto sana. Sasa, sasa hebu nisikilize, naelewa kwamba Banyamulenge sio wote ni walokole. Banyamulenge wengine ni dini mbalimbali, eh, dini mbalimbali si ndio? dini mbalimbali, lakini labda niseme hivi ni watu wenye imani eh, ni watu wenye imani nzuri sana eh, yaani awe ni awe ni Muislamu, awe ni mpagani, na mpagani anakuwa na imani sana katika upagani wake eh? Yaani, watu wenye imani, Banyamulenge hawa imani sana eh? Naona. Sasa mimi napenda nizungumzie habari za kuokoka, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini nawapongeza wote kwamba Uh, ni watu wenye imani nzuri wote kwa ujumla wake dini eh, zote, lakini uh, kama nilivyosema nizungumzie tu rasmi kwa uh, wale wenye imani ya wokovu ehe eh. Sasa nikisema ninazungumzia hao w wewe, usinichukie ukasema kwa nini sasa unaleta ubaguzi wewe uh -huh. Eh, nimesema wote Banyamulenge ni watu wana imani sana. Sasa nazungumzia dini ya wokovu, walokole wale rasmi, kwa sababu sasa hao ni wenzangu, hao ni wenzangu, hao usijiulize. Hapa ninaye mama mchungaji, tunatembea tembea hapa, tunanyosha miguu baada ya kumaliza huduma. Tuko hapa tunatembea tembea, naweza kusalimia kidogo eh. Hiyo hapa mwanamke mzuri sana huyu, amwona huyu mama, hawaja kuona sura vizuri, jamani, mko tunafanana nafanana naye huyu, barikiwe. Tunafanana naona. Angalia vizuri hapa tunafanana vizuri sana, hebu angalia vizuri hapa. Okay, okay, naona basi ya unamuona. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> Yeah, kwa hiyo kwa hiyo nachokisema ni kwamba Banyamulenge wana msimamo mzuri katika imani eh. msimamo mzuri sana katika imani. Eh. Kukutana mtu aliokoka vizuri Munyamulenge ah. Au ukaingia uka, uka kwenye ibada zao. Kwenye ibada zao. Kashiriki nao ibada. Da. Eh. Wanamuabudu Mungu mpaka unasema ndio. Eh, wanamsifu Mungu mpaka unasema ndio. Wanafanya maombi mpaka unasema ndio. Tunasema mpaka Roho Mtakatifu anashuka. Roho Mtakatifu anashuka. Ya, kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana Banyamulenge wote kwa imani zenu. Nimesema wote wana imani, ila nimezungumza kwa upande wa walokole wenzangu. Lakini, wote wana imani. Sasa pamoja na hayo, pamoja na hayo, niseme jambo kwamba, Mungu anawapigania, Mungu anawapigania. E, Mungu anawapigania, Mungu uko pamoja nanyi, Mungu anawatetea. E, Mungu anawaangalia Mungu anasikiliza maombi yenu, atakibariki kizazi chenu, watoto wenu wadogo. Mungu na, na Mungu na na atabariki kaza mikono yenu. Zaidi ya yote, Mungu atawapa kibali. Mungu atageuka kuwa wa, adui wa adui zenu. hmm? Mungu atageuka kuwa adui wa adui zenu, naona kuwa adui wa adui zenu. Mungu atawapigania sasa naposema Banyamulenge namaanisha nini? Natamka mataifa matatu. Tangu jana nilikuwa ninazungumza hivyo na juzi, na juzi eh, nimezungumza kwa habari za taifa la Kongo, nikazungumza kwa habari za taifa la Burundi na nikasema pia kwa habari za taifa la Rwanda. Nikasema kwamba hawa watu ni ndugu, ni ndugu hawa watu yani, mnyarwanda ni ndugu wa mrundi lakini pia mnye mnyarwanda ni ndugu wa Mtanzania, Mnyarwanda ni ndugu wa Mkongo wani, kwe sote ni ndugu wote ni ndugu hawa jamaa. Sasa huu mtengano, aina fulani ya utengano huu ambao uh, ulikuwepo tangu juzi nimeusema kwamba ni utengano uliosababishwa na mkoloni, kule kugawa bara la Afrika, kagawa mataifa bwana, kwanzia hapa ni Rwanda, bwana kuanzia hapa ni Uganda. Naona, bwana kuanzia hapa e, ni Burundi bwana, kuanzia hapa ni Tanzania. Juzi niwaambia kwamba ule utengano hauku haukuishia pale e, ile mipaka ile haikuishia pale, mipaka pia ilikwenda moja kwa moja mpaka kwenye akili kwenye akili e, kwenye akili e, hmm? mtanzania kumwona mrundi kwamba sio ndugu yangu, mrundi akamwona mtanzania kwamba sio ndugu yangu naona? mtu wa Kongo kumwona uh, Mnyarwanda kwamba sio ndugu yangu naona? Sasa hizo ni roho ni spirit, ni roho ni tabia ni mbegu ambazo alizipanda uh, huyo mkoloni. Unaona? Ndiyo, inawezekana kuna mengine pia aliyofanya mazuri labda mkoloni huyo, lakini asilimia kubwa ni kwamba walitu walitutenga watugawanya, uh, zilikuwa ni spirit za ajabu sana ambazo zilileta aina fulani ya matengano. Kwa hiyo wao walikuja kwa nia njema, walikuja ili kuweka mipaka hii, ni Tanzania, ni Rwanda, ni Burundi na kadhalika yeah. Lakini ile mipaka haikuishia pale, haikuishia ehe, pale. Yeah. Weka mipaka, uh, kutenga mataifa, naona, kutenga nchi, naona, lakini bado katenga na akili na akili za kujiona kwamba mimi huyu sio ndugu yangu kama nilivyo, kisha kusema. Lakini habari njema ni hiyo kwamba Mungu anaenda kufanya jambo jema sana kwa ajili ya taifa la Rwanda, kwa ajili ya taifa la Burundi, na kwa ajili ya taifa la Kongo. E, ya tosha sasa. Wakati wa Bwana umefika, umewadia. Na hapo nyuma nilisema kwamba aa, Mungu atawatuma malaika zake, malaika zake watatu, e, malaika zake watatu E, watakwenda kuyahudumia mataifa haya matatu e, watakwenda kuyahudumia mataifa haya matatu na nikasema, malaika hawa Mungu atawatuma kwa sura za wanadamu eh, watu watawana ni wanadamu watu wa kawaida, bila kujua kwamba e, ni malaika wa Bwana. Naona na watakachokisema kitakuwa kimetoka kwa Bwana. E, ushauri utakaoutoa katika mataifa haya utakuwa umetoka kwa Bwana. Naona hachana hii ya kwamba mataifa wamejaribisha E, mataifa mbalimbali wamejaribisha, wamekaa na kujaribisha wa kushauri lakini inaonekana kama vile ni ngumu e, lakini mi naomba nikwambie, hakuna jambo gumu, hakuna jambo gumu. Suruhu juu ya Kongo, suruhu juu ya Burundi na Rwanda bado ipo, na muda si mrefu inakwenda kupata dawa, na mtu wa Kongo, mtu wa Burundi, mtu wa Rwanda watakaa meza moja watakula pamoja, watakunywa pamoja, watakuwa ndugu. Ule undugu wa asili, ule undugu wa mwanzo ule utarejea, utarejea. Utarudi, utarudi. Kwa sababu gani? E, Mungu aliwaumba wakiwa ndugu. E, ila adui alikuja akapanda mbegu za utengano, lakini ndugu, ule undugu utarejea, utarejea. Na undugu kisha rejea, e, undugu kisha rejea, maana yake sasa adui hana nafasi ya kuingia tena Eh, kwa hiyo hawa watu watatu hawa makabila matatu haya mataifa matatu haya watakuja kuungana wawe kitu kimoja, naona? Watakuwa kitu kimoja na adui hataweza kupata nafasi, hataweza kupata nafasi. Adui atakapojitokeza juu ya taifa mojawapo, basi hawa watu watatu hawa mataifa yote matatu haya yatainuka juu ya adui huyo naona? Eh, yani watakuwa kama mapacha Triple twins mapacha watatu, naona e? wataishi kama wa, mapacha. Adui akijitokeza juu ya taifa la Kongo watamshambulia wote, adui akiinuka juu ya taifa la Burundi watamshambulia wote, adui akiinuka juu ya taifa la Rwanda watamshambulia wote. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu hawa watu ni ndugu. Shetani ndiye aliyeleta unafiki na kuwatenganisha, lakini wakati wa Bwana umefika wakati wa Bwana nafika. Mungu anakwenda kulipanya taifa, Mungu anakwenda kuyapanya mataifa. Na Kongo ni mali ya Bwana, Rwanda ni mali ya Bwana, Burundi ni mali ya Bwana, taifa la Tanzania ni mali ya Bwana. Haleluya! kwa hiyo ni watie moyo sana, ni watie moyo sana. Ehe, sote ni ndugu, sote ni ndugu. Mnyamlenge umuone mnya Rwanda wa Rwanda kwamba ni ndugu yako. Mhm, mm. Mnyamlenge umuone kwamba mkongomani ndugu yako. Mm -hmm. Mnyamlenge umuone kwamba mrundi ni ndugu yako. Na wewe mrundi umuone kwamba mnyamlenge ni ndugu yako. Na wewe mrundi umuone kwamba mnyarwanda ni ndugu yako. Na wewe mrundi umuone kwamba mkongomani ni ndugu yako. Na wewe mkongomani sasa, umuone kwamba mrundi ni ndugu yako. Eh? Na wewe mkongomani umuone kwamba mnyarwanda ni ndugu yako. Na wewe mkongomani umuone kwamba eh, mrundi ni ndugu yako. Na mtanzania ni ndugu yako. Hayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Wakati wa ukaribu Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu anakwenda kuyatenda na wote tutaishi kama ndugu wa baba mmoja. Mungu awabariki sana. Amen, ushindi, ukaribu. Haleluya, amen.